Katika kipindi maalum cha wafahamu wagombea urais. Huu ni mwendelezo wa vipindi ambavyo vimetuweka hapa kuzungumza na wagombea ili kufahamu sera ambazo wanakwenda kuzinadi na hali halisi ya namna ambavyo wanakwenda kuwashawishi watanzania ili Oktoba 29 waende kwa wingi kuwapigia kura. Kila mmoja amekuwa na namna yake ya kuweza kujinadi kila mtu ana mbinu ambazo zimemfikisha kwa wananchi na kuvuna idadi ya wale ambao wanamwelewa, lakini hii ni nafasi nyingine ya kuweza kuwafikia wale ambao hawakuwa na nafasi ya kwenda kwenye majukwaa ya kisiasa. nayekualika kwenye kipindi hiki leo, naitwa Nordin Selemani. Studio tumemwalika mgombea urais kutoka chama cha ADA TADEA, Georges Gabriel Bussungu, ambaye leo tutasikiliza yale ambayo anatamani Watanzania wamwelewe ili wamchague katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 29. Karibu sana. Mambo? Anakwenda mm, vizuri. <laughs> <laughs> Hebu tuambie kwanza, mmekwenda kwenye majukwaa mengi, mwitikio kwenye kampeni upoji? Mwitikio kwenye kampeni ni mzuri sana, ni mzuri sana. Idadi ya watu sio kubwa sana, lakini mwitikio wa watu ni mzuri kwa maana ya kwamba watu wanahudhuria baada ya eh, hotuba zetu au baada ya kujinadi kwetu, wanaonekana kuvutiwa na sera zetu mm -hmm. Katika maeneo karibu yote tuliopita mm -hmm. Kwa hiyo tunaona mwitikio mm -hmm. Ni mzuri sana na kadri tunavyoenda, naona idadi inaenda inaongezeka kidogo kidogo. Kwa maana yake mnaeleweka huko site? Kabisa kabisa, tunaeleweka site. mm -hmm. Na tuseme kwamba nyinyi kama vyombo vya habari vinatusaidia kwa sababu tukisha mkisha tuchukua pale, si mnatutangaza mm, watu wakishatuona sema sasa tukawaone live, kwa hiyo inasaidia sana mm, na kwa hiyo kwa kweli tunaendelea vizuri. Okay. Tuanze kwenye uh, namna ambavyo mmekuja na uh, ilani yenu na sera vipaumbele ambavyo mmekuwa navyo. Kuna jambo ambalo mnaonekana ni watofauti kidogo Umezungumza mapinduzi ya njano, kuna watu ambao wamekuwa kama hawaelewi hivi. Vipi, mbona tumezoea mapinduzi ya kijani na mambo ya namna hiyo? Kwa nini mnataka kuja na mapinduzi ya njano na kuna nini ndani ya pakeji? Kwa kweli, ukiangalia kwa makini, nchi nyingi za kiafrika zimeshindwa kwenda ku, kwa haraka kwa sababu nyingi zimekuwa na mtazamo wa kufata mienene, mienendo ya uchumi wa kimagharibi okay, au mwenendo wa uchumi wa kimashariki. Sisi baada ya kufanya utafiti tumegundua kwamba hatuna njia zaidi bora ya kubadilisha uchumi wa nchi yetu, bali kuchukua mkondo ambao uko tofauti na vyama vyote, ambao uko tofauti na karibu nchi nyingi katika Afrika na mkondo huu ni mkondo ambao unataka kuleta mabadiliko makubwa ya kimaendeleo ya nchi kwa kuzingatia rasilimali zilizopo nchini. E, rasilimali hizo ni ardhi, rasilimali hizo ni watu. Hizo ndio rasilimali muhimu sana katika nchi, na ili rasilimali hizi tuzitumie vizuri ona lazima kuwe na njia ya kuzitumia hizi rasilimali vizuri, na hapo ndipo tukaja na kuleta mapinduzi ya njano okay. tunasema mapinduzi ya njano maana yake nini? Tumegawanya katika sehemu tatu. Hmm. Sehemu ya kwanza tunazungumza mapinduzi au mabadiliko ya fikra. Ukizungumzia fikra, unazungumzia watu, rasilimali watu, kwamba ni lazima rasilimali watu yako ibadilike. Lazima watu wako wawe na mtazamo chanya, na lazima watu wako wawe wanajua wanachotafuta katika kuleta maendeleo ya nchi. Ndio tukazungumzia fikra. Ya pili ni ile tunaita mabadiliko ya teknolojia. Teknolojia inakuja kwenye sehemu mbili, watu na vitendea kazi rasilimali okay, <coughs> zenu mlizo nazo mm, lazima kubadilika kiteknolojia, na ili ubadilike kiteknolojia lazima uende tofauti na ilivyokuwa imezoeleka. kwa Okay, mfano zamani tulikuwa tunaweza kutengeneza mtaro wa, wa, wa, wa, wa kilometa moja kwa muda wa miezi miwili <laughs> kwa sababu tunachukua lile nini, sululu, unachimba mm, watu wenye mpanga mstari wanachimba lakini leo tunakuja na kitu kile Kapu, kwa siku moja tu na unashangaa umemaliza. Kwa hiyo inatakiwa sasa, Tanzania badala ya kufanya mambo polepole kwenda kwa mwendo wa kinyonga mm -hmm, lazima tuende kwa kasi zaidi kwa kutumia teknolojia. Hiyo ndio sehemu ya pili ya mapinduzi ya njano. Sehemu ya tatu sasa ndio inajikita kwenye rasilimali sasa tunaita mapinduzi ya kiuchumi mm. <clears throat> kuna kitu kimoja naweza kutoa mfano. Kwa mfano, Tanzania ni namba mbili kwa mifugo katika Afrika no. lakini ukijiuliza hiyo mifugo namba mbili katika Afrika inaleta mchango gani uchumi katika taifa? Huoni kitu. Kwa nini? Kwa sababu katika muda wa miaka sitini wafugaji wamekuwa kama vile ni wahamiaji tu, hawana maana yoyote mm -hmm. Sasa sisi tunataka tuwabadilishe hiyo sekta ya mifugo, tuibadilishe kabisa. Kwa maana gani? Pamoja kwamba wanasema wanahamasia mifugo ya kisasa, lakini hata mifugo hii iliyopo ikiandaliwa vizuri itaweza kuleta mapato makubwa ya mifugo katika nchi siku za nyuma, unakumbuka tulikuwa na viwanda vya ngozi, yeah. Viwanda vya nyama mm. Tangapeka zile, na tulikuwa ukienda dukani unakuta makopo ya wa nyama, watu wanunua nyama wanakwenda kutumia nyumbani. Leo unaenda dukani, tumeendelea, lakini hutakuta kasha la nyama limeandikwa made in Tanzania hata mm. moja. Hasa unajiuliza, je, tunapiga hatua mbele au vipi? Sasa sisi tukaona lazima tubadilishe mambo haya. Ukiangalia masuala ya kilimo tulikuwa tunalima ngano, unakumbuka kule Basuto, mm. lakini leo hatuna ngano tena, tunategemea labda Ukraini au Urusi ngano, lakini ardhi ipo. Kwa nini tusichukue matrekta makubwa mnaita combine harvester, tukalima mashamba makubwa ya ngano ili tukapata ngano tukauza kwa nchi za Kiafrika ambazo zinaenda kubembeleza kule Ukraini. <laughs> kwa hiyo ardhi tunayo <clears throat> uwezo tunao na kila kitu tunao. Kwa hiyo hiyo, kwa, kwa kifupi unasema hayo mapinduzi nataka tuyafanye. Hayo, angalia pia kwenye elimu, toka sitini mpaka leo, sitini na moja mpaka leo, tulikuwa na maprofesa sijui wawili tu, leo tuna chungu nzima maprofesa. Hebu niambie, ni lini tuna kiwanda cha kutengeneza pikipiki? Mm, au baskeli tulikuwa nao swala zamani, mm -hmm. Leo hakuna cha swala hapa. Tumeshindwa nini profesa atengeneze ka baskeli? Kwa nini mwandishi, mm, mmoja wa habari anaitwa Masudi Kipanya alitengeneza kigari chake ki hicho cha umeme, lakini akapotezwa aka tu. Kwa nini mtu kama yule asitumiki akasaidiwa akawa na production kubwa? Mm, hayo ndio mapinduzi ya njano. Yeah, hapo hapo kwenye, kwenye mapinduzi ya njano kwenye eneo la teknolojia umesikika kwenye majukwaa ukisema kwamba lengo lako ni kutengeneza mji ambao uh, utakuwa ni wa teknolojia. Ndio kwa nini uliwaza hivyo kwamba nchi kama Tanzania iwe na mji maalumu ambao sasa wabunifu wakusanywa wawekwe hapo? Dunia inayokuja sasa, kwa nyinyi wataalam, naita hii ni information age. Yani ni ni tuseme ni kipindi cha habari au taarifa. Hivi sasa tusipokitumia vizuri kipindi hiki, tutajikuta si tuko nyuma mm. Ili tuweze kwenda kwa kasi, lazima tutengeneze kitu ambacho vijana wetu wenye uwezo wa kubuni na kufanya mambo, tuwatengeneze eneo maalum. Utakumbuka kule Marekani kuna kitu anaita Silicon Valley. Sasa uh, wale sio kama hawakuwa na mawakili walikuwa nayo. Sasa sisi tunataka tutengeneze bongo technological city, yani pale wataalamu wote wa, wa, wa mambo haya ya teknolojia watakuwa pale, kitoka shule mtu anapeleka wavumbuzi wanakwenda pale kesa ambacho pale kunakuwa kitovu cha kupata teknolojia mpya, mm -hmm. na tukipata teknolojia mpya tutaweza kufanya mambo mengi Leo hii utashangaa sisi kama tuna satelite, sina hakika. Lakini sasa utakuwaje huru wakati hujajitawala mwenyewe? Hata kwa mawasiliano, ukiwa satelite tano kumi, unaweza ukatumia hata mawasiliano kwa satelite za kwako, lakini ukichukua za satelite ya mtu mwingine, manake wewe sawasawa na mtu ambaye hajavaa nguo. mm. kila kitu kinachopita pale kinajulikana. He, kiko wazi sasa anatakiwa sisi tuwe na vitu vyetu ambavyo tukipitisha mambo yetu anayejua ni sisi, sio mtu mwingine. Ndio nia kubwa ya kuwa na jiji hilo la kiteknolojia mm -hmm. ili kuhakikisha kwamba nchi hii pia ijitegemea kwenye teknolojia. Tuna hao wataalamu ambao uh, toshelezi, kwa sababu wenzetu ambao walifanya wali, wali mapinduzi ya kiteknolojia Uh, walipeleka sana watu wao wakajifunze wakabobea, kisha walivyorudi nyumbani walikuja na haya mapinduzi makubwa, na leo tunaona kuna mataifa yamekwenda mbali kweli kweli. Ndio hapo tumeanza fikra. Ukijiuliza, nafikiri ushasikia kwamba kuna mtanzania mmoja kule NASA hmm. dada mmoja wa kitanzania ndio mkuu wa kitengo cha kupiga mahesabu ile lile ile dudu letuzali Apollo, mm. mfano, mm. Mm. litatua wapi, saa ngapi, katika namna gani? Ina maana wimbi pepo nini kufuka nje ya dunia na kwenda kule mpaka nikafikia mwezini, yeye anakwambia litafika dakika tano na kweli inafika dakika ile. Ni mtanzania huyo dada. Kwa hiyo ina maana kama tunaweza kuwa na mtu wa namna ile NASA kule, Je, watanzania wangapi wapo wenye uwezo ambao wamefukiwa tu mahala mm? Watanzania wapo, na sisi utakumbuka wakati ule Mwalimu Nyerere alikuwa anapeleka watu wengi sana kwenda nje, mapiloti, mainjinia, manini walikwenda nje. Waliporudi nyumbani wakakuta kwamba hata kazi hawana wakarudi nje tena. Kwa hiyo sisi kuna kitu tumekiita kwenye ilani yetu brain gain Hmm. Katika muda wote wa miaka 60 tumekuwa na brain drain, yani tuna tunakausha bongo tunazipeleka nje, kazi yetu kubwa upeleka nje. Maana watu wanapata elimu wnakenda nje, sisi tunataka tugeni tu, tu, tu, tu, saa zile bongo zirudi moja mbili. sisi ni watu ambao tunataka tuete mapinduzi haya kwa kutumia akili. Uh, Tanzania imekuwa sio jambo jipya kila Uh, vyama vimezungumza hivyo, waliopo madarakani pia, uh, katika serikali kadhaa wametaka uchumi huo wa viwanda, lakini bado unaonekana unasuasua. Kwenu kipi kitakuwa cha tofauti ili kuhakikisha kwamba dhamira yenu inafikiwa na kweli tunaona kwamba uchumi wa viwanda unaifanya Tanzania kupaa zaidi? Ni swali zuri sana. Hii ndio tatizo la miaka yetu sitini. Tuna ardhi tuna watu lakini tumeshindwa kutumia akili ndogo tu ya kwamba hiyo ardhi tuibadilishe kwa watu waliopo ili kuleta mabadiliko makubwa. Kwa mfano, takupa mfano mmoja, kitu nilichofanya mimi siku za nyuma nikiwa na wenzangu, tuliandaa masuala ya uwekezaji mm. kama special economic zone na kuna mtu mmoja anaitwa Kanal Leon Joseph Simbakalia, tulikuwa naye, tulianzisha kitu kinaitwa Kigoma Special Economic Zone keses ile rais wa awamu ya nne alivyokuja kuona ile dhana, akasema hakika hii itakuwa Dubai ya Afrika. Basi na mi nakumbuka nili spearheadi ujenzi wa ile kitu mpaka tukataka kufika mbali lakini kwa sababu sisi hatuna mwendelezo, mtu kishaondoka na kitu kinakufa. Nakumbuka kule Kigoma niliacha eneo moja, wanaita hawa nafikiri ilikuwa sona panel ya kwanza ya, ya megawati tano nchini. mm -hmm. Ndio kule, ndio nilianzisha ile, eneo lile limeshapimwa, eneo liko wazi na kila kitu, kazi kupeleka miundo mbinu pale, na watu walitaka kuja kuwekeza pale, ili tupata fedha nyingi ya kigeni ambayo ingesaidia kukuza uchumi wa mkoa wa Kigoma na Tanzania kwa ujumla. Tuliplani pia kuwa na kile kinaitwa Benjamin Mkapa, enyewe ikaenda vizuri uh, na sasa hivi inaendelea. Lakini kulikuwa na Bagamoyo e? economic zone ile uh, na yenyewe ile kaikalala usingizi imekubwa. Lakini tulikuwa na Tanga, tulikuwa na Mtwara na tulikuwa na Arusha mm. na ingia tulikuwa nao pale Mwanza. Maeneo haya yote yangefanyika wakati ule, leo tusingekuwa hapa. Kwa nini nimesema hiyo? Ukiwa wewe ni taifa maskini, lazima utumie akili ya kutumia utajiri wako ulionao. Tuna utajiri wa watumishi watu na utajiri wa ardhi na ile wanaita ile gharama ya wafanyakazi mm. kwetu hapa ni ndogo, sababu mishahara ni midogo. Kwa hiyo kuvutia wawekezaji kuja hapa ni rahisi okay. kwa sababu wanajua mm. gharama ya kutengeneza vitu ni ndogo, kwa hiyo wakija hapa utatengeneza kwa bei ya chini, na bidhaa zao zikitoka pale zitakuwa na ushindani nchi za nje. Ndio dhana yetu hiyo, na mfano mmoja ambao unaweza kukupa, tunaangalia kule China China walikuwa na uchumi wa chini, walikuwa hawatishi sana duniani, lakini mwaka F 1979 kuna bwana mmoja anaitwa eh, Deng Xiaoping mm. yeye akaanza mtindo wa special economic zone, na ya kwanza ilikuwa inaitwa Shenzhen special economic zone, kijiji cha wakulima tu, wavuvi kama elfu moja hivi ilikuwa watu wanaona afikiri huyu bwana anafikiri hana akili kabisa, lakini alitumia serikali jeshi lile kukilia area, wakapanga maeneo vizuri, na baada ya muda wa miaka mitano tu viwanda vikaanza kuja pale. Ilipofika miaka kumi ule mji ukaanza kubadilika. Baada ya miaka thelathini China ikabadilika kuwa nchi yenye uchumi mkubwa duniani kwa maeneo hayo kule Tianjin, kule Pudong, eh, na, na, na, na maeneo mengine mbalimbali mbali. Kwa hiyo inaonekana kwamba hiyo dhana ni dhana iliyo bora zaidi kwa kuleta mapinduzi hayo ya viwanda. Sio huko tu, hata Dubai pia mm. Utakumbuka ilikuwa ni jangwa tupu, ni mchanga, tukipita mchanga na miaka ile ya nyuma, sio mbali sana, utakuta watu wanapinda mitaa na ngamia mm, ngamia tu ngamia tu mitaa lakini baada ya mfalme wa Dubai kuona kwamba kwa nini mii nicheze na mchanga tu, alichoamiwa ni kuhakikisha kwamba maeneo yale yanapimwa vizuri, akaweka miundombinu na ya kwanza kwa barabara, barabara zinatoka kwenda mpaka maeneo mbalimbali. Na ile Dubai sio kwamba ni nchi kubwa mm, ni nchi ndogo tu, sio kama Tanzania. Unaweza kutoka mwanzo mpaka mwisho kwa gari ukaenda ukarudi ukaenda karudi, karudi, sio kama hapa lakini eneo dogo lake la lile akalitumia vizuri Akahakikisha, akaweka incentives unaita vivutio ile, vivutio vile, vivutio vile unaambiwa, ardhi unapata bure, kodi bure. Si unaweza kushangaa, huyo si mwehu? Sasa hasa wewe, ardhi unawapa watu bure. kodi bure hasa, utanufaika na nini? Lakini kumbuka atajenga majengo pale, atatumia umeme pale, ataajiri wafanyakazi pale, na wale wote wafanyakazi mafuta, nini sijui nini ni kuna kodi yake inaingia pale. Sasa ukijiuliza, ule mchanga uliokuwa unapulizwa na upepo alikuwa anapata sufuri, hasa wale wamekuja kuwekeza pale, anapata kitu angalau kidogo. Ipi iliyo bora, kubaki na mchanga au ku, ku, kuweka wawekezaji mm. hii ndo dhana ambayo sisi hapa hatuifikirii sana. si tuna maeneo mengi tu ya misitu hapa, kuna majani Eneo lile halina alilimiki make ardhi yenyewe mbaya. mm -hmm. Eneo lile e, wala hakuna maji maji, pakavu eneo lile halina mvuto wowote, yamebaki tu yapo pale. Tunasema ah, eneo hili bwana tulitunze, sijuu alitunza la nini, halina madini kule chini, unaona bwana. Kwa hiyo maeneo kama yale ndio ya kutumia kufanya vitu kama hivi ili viweze kuleta mapato kwa serikali. tumekusikia e, na tumeona kwenye ilani na vipaumbele vyao, mnasema kwamba mtakuwa na serikali jumuishi. uh, watu wanajiuliza hii serikali jumuishi itazingatia nini? Kwa sababu uh, kwa mujibu wa katiba yetu chama ambacho kinashinda ndicho ambacho kinaunda serikali, na maisha mengine yanaendelea. Kufikia malengo ya serikali yenu jumuishi, mtafanya nini na nini? Hilo ndio kosa kubwa ambalo sisi tumelifanya Tanzania kwa muda wa kipindi cha miaka kama tuseme kama arobaini hivi, baada ya Mwalimu kuondoka. Hebu jiulize ile ngao inasema nini? Ngao ya taifa, kuna baba na mama pale chini, wameandika uhuru na umoja. Ili taifa liwe huru ni lazima kila mtu ashiriki mle ndani. Ashiriki vipi? Kutoa mawazo, ashiriki kufanya kazi ashiriki kuchangia ili kuhakikisha watu wanakuwa katika hali iliyo bora. Na watashiriki vipi? Ndio neno la pili, umoja. Lazima muwe kitu kimoja, na Mwalimu alileta Kiswahili ili watu tuelewane tukiwa kitu kimoja. Mimi nazungumza Kimakonde, wanazungumza Kingaziji, ki, ki, alafu hatuelewani. Alitaka tuwe na lugha moja ili tuweze kuwa na umoja ili tuweze kusimamia uhuru wetu. Unaona hapo, hasa kosa la kwetu, tunafikiri kwamba eti nchi hii inaweza kuendeshwa na chama cha ADA TADEA. Hapana, haiwezi. Au chama cha ACT? Haiwezekani. Nchi hii inaendeshwa na Watanzania na sisi tunataka serikali ya Watanzania, sio ya ADA TADEA, never. Tunataka serikali ya Watanzania kwa ajili ya Watanzania iliyochaguliwa na Watanzania. Itakuwaje serikali hiyo sasa? Kwamba anayekuja kuongoza au ilani itakayotumika kuiendesha serikali itakuwa ilani safi na bora ya chama cha Adatadea na uongozi bora wa Adatadea, lakini wanaofanya kazi na kutumikia hiyo serikali ni watanzania wote. Uh, mzee Bussungu, mmezunguka maeneo mengi, uh, lengo ni kuwashawishi watanzania na hata namna mkiongea na vyombo vya habari lengo, ni kuwashawishi Watanzania kujitokeza tarehe 29 kuwapigia kura. Tuanda, tusikie neno lako kwa Watanzania kuhusiana na kuwahamasisha hiyo siku ya tarehe 29 kujitokeza, lakini pia kusimamia swala zima la amani, kwa sababu uh, lazima uchaguzi wenyewe ufanyike kwa utulivu, ili mtu ahisi ama ashawishike kwenda kupiga kura. Ukiangalia kauli mbiu yetu inasema vizuri kabisa tunasema sisi uhuru na uwajibikaji. Tunataka Watanzania wajisikie wako huru kusema, kufanya kazi na kutenda. Na kwa sababu kuchagua na kuchaguliwa ni haki ya kikatiba, wawajibike Watanzania waende wakapige kura ili wapate kiongozi wao wanayemtaka. Kwa sababu ukitaka mambo ya kuendea vizuri, chagua mtu unayemtaka mwenyewe. Na kwa hiyo sisi tunahamasisha watu waende kupiga kura. Kwa nini waende kupiga kura? Kwa sababu kama kuna watu wanahamasisha maandamano, si tunasema wananchi wa, wa, wa, waandamane kifikra eh? si wanataka reformu mm. Sasa waandamane kifikra kwamba tunataka reform. Sasa, sasa waandamane, wanaenda kupiga kura, wakampigie bingo wa reform ambaye ni Bussungu. Unaona hapo yani, mtu asiyeenda kupiga kura atakuwa ni mjinga kwa sababu e unataka reform na mtu wa reform yupo, nenda kampigie Bussungu uweze kufanya reform, make ye mwenyewe ni reform tayari. Kwa hiyo ukimpigia kura ukiwa wewe ni CCM, ukiwa wewe ADA TADEA ukiwa we Chadema ukiwa ACT na vyama una chama nenda kapige kura tarehe ishirini na tisa ili umchague Busungu, mtu ambaye anataka kufanya reform. Nam maneno ya kwake Georgias Gabriel Busungu, mgombea urais kupitia chama cha ADA TADEA ambayo tumekuwa naye hii leo kwenye wafahamu wagombea urais, tumesikia mwelekeo, dira na kile ambacho anakitamani kukifanya pindi wa Tanzania utakapompa ridhaa ya kuongoza kwenye uchaguzi mkuu ambao utakaofanyika Oktoba 29. Ni kushukuru sana Bussungu. Nashukuru sana nakushukuru sana nam, nukta hiyo ndo inatufikisha tamati ya kipindi hiki maalum ambacho tunazungumza na wagombea urais. Yangu matumaini ya kwamba utaendelea kutufuatilia ili kufahamu kwa kina kuhusiana na sera, vipaumbele na dira za wagombea hawa wa nafasi ya urais ambao wamepitishwa na tume huru ya taifa ya uchaguzi INEC, kwa ajili ya kwenda kujinadi kwa Watanzania ili mwaelewe, mjua wanachotaka kufanya na hatimaye kuwapigia kura Oktoba 29. Naitwa Nurdin Selemani, nikuambie kila la heri na kwa heri.